Hapa ni nyumbani. Nyumbani uwanja wa Maturubai. Mbagala, Tanzania, Dar es Salaam. Dar es Salaam, Tanzania. Hapa ndipo mwanzo wa hitimisho la kampeni ya msaada wa kisheria kwa awamu ya kwanza mikoa yote ya Tanzania. Majina anaitwa Mwanakadawa Mwita ni afisa habari wa Rita. Rita kama Rita, tumekuwa tukishiriki kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, ambapo mkoa kwa mkoa tumekuwa tukishiriki kutoa huduma hii, na kwa sasa tumeanzia tupo Dar es Salaam kwa kipindi Dar es Salaam, ambapo kwa awamu hii ya kwanza mwishoni waa kwanza hii ndio tunamalizia Dar es Salaam. Kwa Rita kama Rita tupo hapa katika viwanja vya Maturubai Mbagala huku ukiwa tukitoa huduma ya Rita na huduma hii ni kutoa na kusajili vyeti vya kuzaliwa kwa rika zote, watoto, watu wazima wote, vyeti vinatolewa, elimu ya huduma ya ndoa na talaka, huduma ya kuandika na kuhifadhi wosia na msaada wa kisheria bure. Kwa hiyo Rita tumekuwa tukitoa hizo huduma hapa katika viwanja vya Maturubai. Kwa hiyo nawaomba Uh, wakazi au wananchi wa Maturubai na maeneo jirani wafike hapa katika viwanja vya Maturubai kupata hii huduma ya kupata vyeti vya kuzaliwa pamoja na huduma zingine za RITA. Kwa majina yangu ninaitwa Juliet John Katabwa, ni mkazi wa Dar es Salaam. Nilikuwa na changamoto ya kuweza kuwaona watoto wangu hasa hasa yule mhuu. Niliandika barua kwa mheshimiwa Raisi dr Samia Suluhu Hassan na baada ya wiki moja nilipigiwa simu kutoka katiba na sheria. Walinipa maelekezo vizuri, walinishughulikia vizuri, na shauri langu lilirudi mahakama ya mwanzo Ilala. Nilisaidiwa vizuri sana na mahakimu pale, nilisikilizwa na sikuwa na mwanasheria, lakini nilipata msaada, na sasa hivi ni mama ambaye nimerudisha tumaini la kuishi, nimerudisha nafasi ya kama mama, kwa sababu naweza kufika shuleni kwa mtoto wangu kumwona, na hata mtoto wangu ana furaha na anaendelea vizuri na masomo yake. Napenda kuongea na mama unaonitazama, mtu yoyote, kimbilia msaada wa Samia Legal Aid. Ni msaada ambao hauna majuto, amna kushereheshwa. Hukumu zangu hizi hapa. Nina furaha sana kwa sababu nilisikilizwa kwa njia ya simu kutoka katiba na sheria, nilisaidiwa na sasa hivi nimerudisha ndoto zangu zote. A, ninakushukuru sana Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hasani, pamoja na wasimamizi wako wote ambao walinipokea pale ofisini kwako. Nilisikilizwa na nimerudisha tumaini kama mama wa Kitanzania, ninatoa shukurani sana sana, zinarudi na mnaishi kwa amani, ninaamini hata hivyo, vingine ambavyo vimebaki kupitia msaada wa katiba na sheria vitafanyika, lakini kubwa sana ilikuwa kumwona mtoto wangu na nina furaha sana, sana, sana. Na hata leo nimekuja kwenye uzinduzi na nimeshakuwa sasa barozi. Karibuni sana kwenye msaada wa Samia Legal Aid, kuna kila majibu, kuna majibu yote. Msisikilize maneno ya mitaani, msikatishwe tamaa, njooni kwenye hichi kitengo wapo siku kumi hapa Dar es Salaam watakusikiliza, utarudisha tumaini na utaweza kujenga nchi yetu ya Tanzania. kwa Ma majina anaitwa mwanakadawa Mwita, ni afisa habari wa Rita Rita. Kama Rita, tumekuwa tukishiriki kampeni ya msaada wa kisheria mama Samia, ambapo mkoa kwa mkoa tumekuwa tukishiriki kutoa huduma hii na kwa sasa tumeanzia tupo Dar es Salaam, kwa kipindiki Dar es Salaam ambapo kwa awamu hii ya kwanza, mwishoni wa kwanza hii ndo tunamalizia Dar es Salaam kwa RITA. Kama RITA tupo hapa katika viwanja vya Maturubai Mbagala, huku tukiwa tukitoa huduma ya RITA, na huduma hii ni kutoa na kusajili vyeti vya kuzaliwa kwa rika zote, watoto, watu wazima wote, vyeti vinatolewa, elimu ya huduma ya ndoa na talaka huduma ya kuandika na kuhifadhi usia na msaada wa kisheria bure. Kwa hiyo RITA tumekuwa tukitoa hizo huduma hapa katika viwanja vya Maturubai. Kwa hiyo nawaomba uh, wakazi au wananchi wa Maturubai na maeneo jirani wafike hapa katika viwanja vya Maturubai kupata hii huduma ya kupata vyeti vya kuzaliwa pamoja na huduma zingine za RITA. Kwa majina anaitwa Salumu Ali Urembo, ni mratibu wa zoezi la urasimishaji wa ardhi manispaa ya Temeke. Leo tupo hapa kwenye viwanja vya Maturubai Mbagara kuunga mkono zile juhudi za mheshimiwa Mama Samia katika baraza lake la Mama Samia Legal Aid kuwasaidia watu ambao hawajiwezi katika masuala ya kisheria. Sisi kama masuala ya urasimishaji vile vile vile, kuna watu na changamoto za upimwaji na upatiaji wa hati. Kwa hiyo tupo hapa vile vile moja kwa moja kuwasaidia, maana kuna watu wamekwama katika masuala ya hati. Kwa hiyo dawati ili tunaweza kaja hapa na nyaraka zake zikamilika, basi hati hapa hapa leo ana, anazipata kwa zote, katika kuunga mkono juhudi za Mama Samia. Kama kuna jukumu la kisheria, changamoto ya kisheria, hapa hapa wana sheria tayari wapo, maana unakuta mtu kishapinua eneo lake, lakini anakwama kumiliki kutokana na changamoto za kisheria, hajui wapi apitie. Sababu kuna mtu mtu kapimiwa eneo lake, lakini eneo anamiliki mzee ambao marehemu sasa hivi kwao, unakuta muda mrefu amekwama kumilikishwa na taratibu aziruhusu kumilikisha mtu ambao bado mirathi haijasimamiwa. Kwa hapa nawaelekeza kisheria vile vile, waende wakafungue mirathi, wakishakamilisha basi tunawamilikisha. Kwa hiyo zote katika harakati hizo za kumsaidia mama na hekima zake, ili watu kila mwananchi apate umiliki wa kipande chake cha ardhi. Kwa hiyo sisi kama warasimishaji wa ardhi tupo hapa pamoja na mabanda mengine, lengo hiyo lio katika kukamilisha na kutimiza ilani. Mimi naitwa Filipo Salu. Ninashukuru kwa ajili ya kampeni hii ya msaada wa kisheria hapa Mbagara Maturubai. Nimekuja kwenye ofisi za Wizara ya Ardhi kwa ajili ya kuomba umilikiaji wa ardhi, na nimefanikiwa kupata hati zangu kwa ajili ya msaada huu. Kwa hiyo ninawaalika na wengine wanaotoka maeneo ya wa Tuangoma na Mbagara, basi wafike kwa katika ofisi hizi watapata msaada wa kisheria kutoka katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Kwa majina yangu ninaitwa Juliet John Katabwa, ni mkazi wa Dar es Salaam. Nilikuwa na changamoto ya kuweza kuwaona watoto wangu hasa hasa yule mdogo ambaye yuko chini ya miaka kumi na nne, takribani miaka 11. Nilihangaika niliangaika sana, na baada ya kukosa suruhu niliandika barua kwa mheshimiwa Raisi Dr Samia Suluhu Hassan, na baada ya wiki moja nilipigiwa simu kutoka katiba na sheria. Walinipa maelekezo vizuri, walinishughulikia vizuri, na shauri langu lilirudi mahakama ya mwanzo Ilala. Nilisaidiwa vizuri sana na mahakimu wa pale, nilisikilizwa. Na sikuwa na mwanasheria, lakini nilipata msaada, na sasa hivi ni mama ambaye nimerudisha tumaini la kuishi nimerudisha nafasi ya kama mama, kwa sababu naweza kufika shuleni kwa mtoto wangu kumuona, na hata mtoto wangu ana furaha na anaendelea vizuri na masomo yake. Napenda kuongea na mama unayotazama, mtu yoyote, kimbilia msaada wa Samia Legal Aid, ni msaada ambao hauna majuto. Amna kushereheshwa. hukumu zangu hizi hapa. Nina furaha sana kwa sababu nilisikilizwa kwa njia ya simu kutoka katiba na sheria nilisaidiwa, na sasa hivi nimerudisha ndoto zangu zote. Nashukuru sana mheshimiwa dr Samia pamoja na wasimamizi wako wote, walinipokea pale ofisini kwako, kilizwa na nimerudisha tumaini kama mama wa Kitanzania. Ninatoa shukurani sana sana sana, na ninatamani watu wote msikate tamaa, kimbilieni kwenye msaada wa mama Samia mtaona haki zenu zinarudi na mnaishi kwa amani. Ninaamini hata hivyo vingine ambavyo vimebaki kupitia msaada wa katiba na sheria vitafanyika, lakini kubwa sana ilikuwa kumuona mtoto wangu na nina furaha sana sana sana. Na hata leo nimekuja kwenye uzinduzi na nimeshakuwa sasa barozi. Karibuni sana kwenye msaada wa Samia Legal Aid. Kuna kila majibu, kuna majibu yote. Msisikilize maneno ya mitaani, msikatishwe tamaa, njooni kwenye hichi kitengo. Wapo siku kumi hapa Dar es Salaam, wata kusikiliza, utarudisha tumaini na utaweza kujenga nchi yetu ya Tanzania. As kwa majina anaitwa Mwanakadawa Mwita ni afisa habari wa RITA. RITA kama RITA tumekuwa shiriki kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, ambapo mkoa kwa mkoa tumekuwa tukishiriki kutoa huduma hii, na kwa sasa tumeanzia tupa Dar es Salaam, kwa kipindi cha Dar es Salaam, ambapo kwa mwezi ya kwanza, mwishoni wa mwezi wa kwanza, hii ndio tunamalizia Dar es Salaam. Kwa Lita, kama Lita, tupo hapa katika viwanja vya maturu Bai Mbagala, huku tukiwa tukitoa huduma ya Rita na huduma hii ni kutoa na kusajili vyeti vya kuzaliwa kwa rika zote, watoto, watu wazima, wote vyeti vinatolewa. Elimu ya huduma ya ndoa na talaka, huduma ya na kuhifadhi wosia na msaada yeah, yeah, yeah, yeah, wa kisheria ya bure. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa hizo huduma hapa katika viwanja vya Maturubai. Kwa hiyo nawaomba wakazi au wananchi wa Maturubai na maeneo jirani wafike hapa katika viwanja vya Maturubai kupata hii huduma ya kupata vyeti vya kuzaliwa pamoja na huduma zingine za rika. Naitwa uh, Juliana Laurent, ni afisa uchunguzi mkuu wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, tawi la Dar es Salaam. Tuko hapa katika mabanda haya ya Maturubai tukishirikiana na Wizara ya Katiba na Sheria kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na masuala ya haki za binadamu binadamu na misingi ya utawala bora. Sisi tume haki za binadamu na utawala bora, ni taasisi ya serikali ambayo tupo kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria ya tume, ambayo kwa mamlaka tuliyo nayo tuna majukumu mbalimbali ambayo ni pamoja na kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na masuala ya haki za binadamu na misingi ya, uta, ya utawala bora ili kuhakikisha kwamba amani na utulivu vinadumishwa katika nchi. Pia tunatoa elimu ya masuala ya haki za binadamu na misingi ya utawala bora ili kuongeza uelewa kwa wananchi kuhusiana na masuala ya haki lakini pia tunapokea malalamiko na kuyafanyia uchunguzi ili kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa wananchi. Vilevile tunatoa ushauri kwa serikali, taasisi binafsi, pia taasisi za serikali kuhakikisha kwamba wanapanga kwa mipango yao kwa kulinda na kuangalia zaidi masuala ya haki za binadamu na utawala bora. Hivyo basi tunatoa wito kwa wananchi kwa kipindi cha siku kumi ambacho tuta haya Wakaribie katika banda la Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kwa ajili ya kupata elimu kuhusiana na masuala ya haki za binadamu na misingi ya utawala bora.